na reka gwire atiriri ti mother in laws all the makoro mariega na tiothe makoragwo mariuru ni kuri ungi ungi thie kuri we handu ha kuonereria uri waka muci wa kuri akuonagereria mutumia ucio arahikirire ona ti mwega riu ni kionaga arume ingi maturaga mahikana yoka hike mutumia wa mbere agathie ukahike wa keri ukero ti mwega agathie ukahika wa gatatu ukero ti mwega agathie kuogo we ugutura uhikanagia gutira hindi ukaigania atondu we wamenyerire hindi ciothe uma kuri uma ri uthiaga kugama witha kuri ki uthiaga kugaya kirira kuri mamuwanyu Ucio ni wa ko go kwadivaisaga narekegwi re ithu wothe tu ya atumia ritingi kena ona hena mundu ura compete nake na mwana wake you see kwenda ku kwaria gwi re atiriri ni wahikanie ni wahimara tafadhali tigana na yokuwa aka mushi waku

menyera familia yaku tondu kire mutumia ucio akuheaga ona ngitwira kuri nyukwa nyoko guti hinde ga kunengera ni kirega ni akurira na iko ngithe na ikurira no kire mutumia yaku akuheaga ri nyoko gutiri kindu ga kunengera ko gwenda gukwira ti ruciri rwo muthe menyerera familia yaku thank you so much